La lugha ya spoti inaletwa kwako na Brookside. Brookside Secondary School Term 1 Games, Nurturing Youth Talent. Riadha zilitifua vumbi katika siku ya tatu ya michezo ya Brookside ya shule za upili muhula wa kwanza katika chuo cha mafunzo ya ualimu cha Shanzo, kaunti ya Mombasa, Ibrahim Kiprutu kutoka mkoa wa kati alitoa ubingwa wa mbio za mita 1500 upande wa vulana akiandikisha muda wa dakika 3 sekunde 45.4 mbele ya wanafunzi wa bonde la ufa Wilson Chepkoech na Ezekiel Kipkorir waliomaliza kwenye nafasi ya pili na ya tatu mtawalia. <coughs> Upande wa wasichana, Faith Chebeta aliebuka kidedea ndani ya dakika 3 sekunde 15.6. 5 leo nukta6yalio niliweza kushinda ngawa weta ya Mombasa ni kali sana. Ratiba ya riadha pia ilijumuisha mchujo wa mbio za mita mia moja na mia 4 kuruka viuzi pamoja na fainali ya mbio za mita elfu tatu. Wakati jana nilimaliza fainali namba 3. Hii season nataka nimalize namba 2, ndio at least niendelee ku press niongeze, ndio next year tena nikuje nikuwe namba 1. Itakuwa naendelea vizuri, inanipatia moral ya yeah, ni, ni, kama na train najiweka moral. Nataka tena nifanye mazoezi kupita ya leo ili ninapoenda East Africa nataka macho yote sasa yataelekezwa kwa mechi za nusu fainali hapo kesho Ijumaa. Mabingwa watetezi wa mpira wa kikapu kwa wavulana Dr Aggrey ambao walisuasua hadi nne bora watapambana na Lukenya, na laiser hill wamenyana Dagoretti. Upande wa wasichana, upande wa wasichana wakilishi wa pwani Kaya Tiwi watagaragazana na St Joseph, huku washikilizi wa taji Butere Girls wacheze dhidi ya Olympic. Kwenye mpira wa mikono, mabingwa wa Moi Girls Kamusinga watachona na Kadika Girls kutoka Migori, nao St Joseph Girls wapambane na ya Dagoreti Mixed. Kwa vulana, Kamito itacheza dhidi ya Manyata na mabingwa wa St Luke's Kimilili wamalizane udhia na Highway. Na katika raga ya wachezaji 15 kila upande, Vigogo All Saints Embu watakwaruzana na Kisii, huku Upper Hill wakionyeshana ubabe dhidi ya Vigaboys <muchas> ya luk ya sporti inaletwa kwako na Brookside. Brookside Secondary School Term One Games, Nurturing youth talent.